Halmashauri ambazo zina upungufu mkubwa, ya kwanza ni jiji la Mwanza madawati elfu kumi na sita. Leo mradi wenu unaenda kuondoa tatizo la madawati elfu nne lakini nimefurahi Kibamba ameahidi kwamba anakwenda kumaliza kabisa upungufu wa madawati elfu kumi na mbili katika jiji la Mwanza. Mkurugenzi na timu yako nawapongezeni, lakini katika wilaya ya Kwimba kuna upungufu wa madawati elfu kumi mia mbili tisini na wenyewe ninawaelekeza kupitia mkutano huu kuwa na welding workshop yao na watengeneze madawati wao wenyewe wilaya ya magu madawati elfu saba mia sita hamsini na tatu hali kadhalika na wenyewe hii ni projekti ambayo inahitaji kuwa na vitendea kazi vyao sengerema madawati elfu nane mia tano ishirini na tatu kwa ujumla mkoa wetu kuna upungufu wa madawati elfu sitini na moja. Kwa hivyo maagizo yetu, wilaya hizi zote ambazo zimekuwa na upungufu mkubwa, kuanzisha workshop zao, na ndani ya miezi mitatu tutaanza kutembelea tuone uzalishaji wa madawati katika workshops zao. Tunataka ifikapo mwisho wa mwaka huu changamoto ya madawati elfu sitini na moja kwa mwaka huu iwe imemalizwa, ili mwakani tuangalie upungufu mpya, kwa sababu ni lazima shule zinaongezeka, watoto wanazaliwa. Kwa hiyo changamoto haziwezi kuisha, isipokuwa zinapojitokeza tunakabiliana nazo. Ninataka sasa maagizo tuliyoyatoa yasimamiwe. Ninakuja hapa ninasema, alafu nikiondoka tunapangusa, eh, kwamba sasa mkutano umekwisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! La hasha! Haya niliyoelekeza ni lazima yatekelezwe na ni lazima yawe na framework ya utekelezaji. Pale tunapofanya vizuri, tutapongezana. Pale ambapo hatutafanya vizuri, siko tayari kabisa na sitakuwa tayari kabisa kucheka cheka na kumchekea mtu yoyote ambaye anapelekea serikali ionekane dhaifu kwenye macho ya wananchi wa mkoa wa Mwanza. Changamoto mheshimiwa mkuu wa mkoa ilikuwa kubwa. Mwaka jana nikasema nianze na shule za sekondari, tukatengeneza zaidi ya madawati, viti na meza elfu sita mia mbili kumi na mbili tukagawa kwenye shule, tukawa tumemaliza upungufu. Baada ya fomu kuingia mwezi huu Januari, wamekuwa ni wengi kuliko madawati tuliyotengeneza tuna upungufu wa madawati takriban elfu tatu mia mbili ambao tumeweka kwenye bajeti, tutatengeneza mwezi wa saba kwenye mwaka ujao wa fedha. Lakini kwa shule za msingi kama taarifa ilivyosomwa, tulikuwa na uhitaji kwa wanafunzi tulionao, walikuwa ni takriban madawati elfu thalathini na tisa na kidogo, lakini yaliyopo ni elfu kumi na tisa kwa hiyo kulingana na idadi ya wanafunzi madawati yanayohitajika ni elfu kumi na tisa tena. Sasa kulingana na vyumba vya madarasa vilivyopo ni elfu kumi kama na mia mbili hivi. Sasa haya elfu kumi na mia mbili ya kujaza vyumba vyote yatakuwa kamilika kufikia mwezi wa sita mwaka huu. Niombe sasa tukusomee shule ambazo tutapeleka na tumepeleka idadi ambayo inakwenda kumaliza changamoto za madawati kwenye shule hizo, kwa sababu mpaka Juni tutakuwa tumemaliza yote, na tumeanza na wale ambao wana, wana, wana, wana mahitaji makubwa, alafu tutashuka wadogo wadogo, lakini mpaka kufikia mwezi wa sita tunakuhakikishia to Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, madarasa yote ambayo tunayo yatakuwa yamejaa mada, madawati. Thalafini, thalafini kila darasa kuna shule inaitwa Nyasubi, hawa watapata madawati thalathini na nane. Shule ya pili nikishiri shule ya msingi, hawa watapata madawati mia tatu hamsini. watapata madawati tatu amina makiagi watapata madawati 170 mahina kuna shule mbili Nyanguruguru watapata madawati 234 na Egeregere 146. Nyakabungo B itapata madawati 191, Nyakabungo C madawati 90 na Leki madawati 110. Kata ya Lwanima sawa sekondari watapata madawati 300 na Bugalamba watapata madawati 130 kule Kigoma kuna shule ina jina la mheshimiwa rais Samia, wao watapata ma, madawati 350 na shule Nyerere madawati 330. Kwa jumla leo utagawa madawati 2939 ya, ya awamu ya kwanza, ya kwanza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mchakato wa utengenezaji wa madawati ulianza rasmi mwezi Aprili 2025 kwa lengo la kupunguza tatizo la madawati shuleni na kuboresha ufundishaji na ujifunzaji katika shule za awali na msingi. Halmashauri ya Jiji la Mwanza kupitia idara ya elimu awali na msingi iliandaa mchakato wa utengenezaji wa madawati kwa shule za msingi zilizopo ndani ya Jiji la Mwanza. Mchakato huo ulionyesha mahitaji ya madawati kwa shule za msingi ni madawati elfu thelathini na sita moja. na madawati yaliyopo ni madawati elfu kumi na tisa na na nne na hivyo kuwa na upungufu wa madawati elfu kumi na sita na mia saba saba. Baada ya mchakato wa uainishaji wa, wa mahitaji ya madawati, bajeti iliandaliwa kupitia fedha za mapato ya ndani ambapo iliweza kutengwa kiasi cha shilingi milioni miasaba hamsini kwa ajili ya matengenezo ya madawati elfu tano ambapo madawati haya yanatengenezwa kwa awamu mbili. Madawati ya awamu ya kwanza kimkataba ni namba nane moja moja nane stroku ishirini ishirini na tano stroku ishirini ishirini na sita stroku g na stroke mia mbili hamsini na nane ambao ulitolewa tarehe 27 Novemba 2025 kwa kampuni ya Salaf Welding and Aluminium Works iliyopo Buhongwa, ambapo jumla ya madawati elfu mbili na mia tisa thelathini na tisa yametengenezwa kwa gharama ya shilingi milioni mia nne arobaini na laki nane, na tayari madawati hayo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, yamekamilika. mba wa zabuni ulikuwa ni siku sitini na madawati haya yametengenezwa kwa mbao ngumu. Aidha, zabuni ya utengenezaji wa madawati elfu mbili ambayo ni ya awamu ya pili yenye jumla ya, ya shilingi milioni mia tatu na tisa ipo katika muda wa matazamio kabla ya kuingia kwenye mkataba, ambayo pia ni muda wa zabuni ni siku sitini, na namba ya zabuni ni nane moja moja nane stroku ishirini ishirini na tano stroku ishirini ishirini na sita stroku G na stroku mia mbili themanini na saba ambayo ni kuanzia mwezi Februari ishirini ishirini na sita.